fahasbuhu jahannam wala bisa lmihaj. Ndugu zangu, tarehe mbili ya mwezi huu wa Desemba, rais wa Marekani Donald Trump akiwa amevaa koti na tai nyekundu akizungumza na baraza lake la mawaziri akawatukana Waislamu wenye asili ya Kisomali ambao ni wakimbizi. Katika matusi haya hakuwa na haya, akawaita Wasomali kuwa ni takataka Marekani haitokubali kuishi na watu takataka, hivyo warudi katika nchi yao yajibu an yaudu ila biladihim au ila baladihim, ni warudi kwao. Hili la kwanza. Kisha akamtaja mwakilishi katika baraza la Congress, Ilhan Omar kwamba huyu naye pia ni takataka. Tatu, akasema nchi al, yani ni hii ya Somalia, ni nchi ambayo ni dhu raihatu alkaraha, yani ni nchi yenye harufu mbaya. Haya ni matamko yaliozungumzwa na Trump amevaa tai nyekundu kwa tamaduni za Wamarekani, na ndio tamaduni leo za wanasiasa wote duniani. Ukimwona amevaa tai nyekundu, it means power. Kwa hiyo, statement hii si ya barazani, statement hii haitoki kwa mtu wa kawaida, inatoka kwa jitu ambalo lawakilisha serikali ambayo ime kwenda katika kiburi ya kuagiza na kuamrisha ulimwengu mzima ufuate maagizo yake. Ndugu zangu, si mara ya kwanza kusikia maneno ya chuki kama haya. Aliwataja wahindi kutoka Pakistan kutoka India kwamba hawa ni watu wenye kula majibwa, hawastahiki kuwa Marekani. Akataja waafrika zajulikana katika wakati wa kampeni yake, kulikokuwepo na baraza la Congress ambapo Watanzania walituma wajumbe wao na Watanzania katika mkutano huo wakaweza kupiga kura ya turufu dhidi ya Marekani. Wajua nini? Richard Nixon akampigia simu Ronald Reagan amwambia, hawa wa Tanzania ni matumbiri, not comfortable with wearing shoes, pia hawajui kuvaa viatu. Si haya tu, waafrika wameitwa washenzi, watu ambao mataifa yao ni yananuka kinyezi, shithole countries Sadatul hudhur, hii ndiyo nchi ambayo kwa upande mwingine husema tunajali haki za binadamu. Hii ndio nchi ambayo kwa wakati mwingine husema sisi tuna haki za uhuru. Hii ndiyo nchi ambayo hujipigia debe ya kuigwa katika ulimwengu. Ndugu zangu, maneno haya si zallatul lisani, si maneno ya kuteleza. Haya ni maneno

na katika uslubu wa Qur'ani aliyesema ni mmoja lakini fiili ikaja kwa tamua kwa, kwa sababu msimamo wake huu uliridhiwa na wanafiki wote, ndio Mwenyezi Mungu akasema yakuluna, asiseme yakulu, yakuluna, wanasema huyu munafik na wenzake kwamba sisi tumetoka katika banu banulmustaleh kupigana na tukashindwa, lakini tutakaporudi lain rajana ila, ila lmadinati tutakaporudi Madina, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall, sisi wenye nguvu tutawatoa wale wanyonge wakisemwa, wenye nguvu ni wanafiki ukafiri, na wanyonge nani? Ni Waislamu. Maneno haya yanajirejelea. Kuna msemo twasema, historia inajirejelea, lakini historia haijirejelei. Historia inapojirejelea jua kuna tatizo historia ni ugeuze hali yako leo. Maneno haya yatamkwa dhidi ya nani? Ya ndugu zetu wa Somali. Lakini angalia umma inavyoikumbatia Marekani, angalia wanasiasa wanaojivisha mavazi ya Kiislamu. Wao hujiona kwamba ati mafanikio makubwa ni kujifungamanisha na demokrasia ya Marekani. Hii ndio demokrasia yao ya kutukana umma ya kutukana Uislamu. la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Mwenyezi Mungu asema walillahi al-izzatu wa li rasulih wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. hakika wa ha nguvu za kikweli ndugu zangu hazipo kwa makafiri, nguvu za kikweli zipo kwa waumini, zipo kwa Uislamu, zipo kwa Mwenyezi Mungu, zipo kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zipo kwa waumini ndugu zangu. Khitabu hii sielekezi kwa jeli ya Somali. Iza yetu ikiwemo iza ya wasomali ndugu zangu, si kukumbatia Marekani na fikira zake, wala musione kwamba mutapata iza nyinyi kuishi Minnesota au kuishi Washington. Wallahi, iza yenu ipo kwa Uislamu, walillahi li izzatu wa lirasulihi wa lilmuminin

ni wandani wenu wasiri wenu, hawa hawaachi ila yanayowaumiza. Naam ndugu zangu katika imani, hatumesikia tu maneno ya chuki, lakini walioyafanya filan katika biladi ya Somalia ni makubwa. Je, ndugu zangu, hamjui kwamba katika tarehe hii ya Somalia mulipotaka sheria za Kiislamu ziwe ndio ma matlaba yenu na ndio maombi yenu, na mkajaribu kutabikisha baadhi ya sheria za Kiislamu, wallahi amani ikaanza kurudi katika Somalia. madha kala Amerika wa madha faala Amerika? Amrika hakuzungumza kama anavyozungumza sasa. Aliwaambia wanajeshi katika biladi za Afrika, umoja wa Afrika watume wanajeshi wao kwenda kuwaua kila anayesema la ilaha illa llahu muhammadun rasulullah, matokeo yake Somalia wakaisambaratisha. Haina kayan, haina msingi. Leo kuna tawala za kikoo, imegawanywa kuna Puntland, kuna Jubeland, kuna nani. Biladi hii ndugu zangu, tunapoitaja hapa Mombasa tunaijua tarehe ya kumeremeta katika biladi ya Somalia, je? Hamfahamu kwamba Uislamu uliingia katika biladi hii ya Somalia. Wanataja muarikhuna mwaka wa, mu wa tano, si hijiria mwaka wa tano min anubuwa, ile hijra ya kwanza ya masahaba akiwemo Umar, Uthman ibn Affan na mkewe Ruqayya binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi waliingia ardhi hii ya Somalia amba wakati ule ilikuwa iko sawa na Ethiopia ndio ardhi iliyokanyagwa na maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma ukaiona Somalia ni biladi yao ya Kiislamu. Khalifa Abdul Malik ibn Marwan, ikrau tarikhakum sobiri tarikhi, akaitawala Somalia kama biladi miongoni mwa biladi za Kiislamu, ikitawaliwa na Uislamu, watu wakaupenda Uislamu, kukaleta tija kubwa ya nahdha ya Kiislamu mpaka ule uchangamfu wa Somali katika biashara, ulianza katika khilafa ya Abdul Malik bin Marwan, wakatangamana Wasomali na Wahindi na watu kutoka Yaman, ikawa mji ambao ni senta ya biashara, ni makad sha ambao leo huitwa Mogadishu au Mogadishu. Wanatarikhi wanasema mji huu asili yake wametofautiana je, kwa nini ukaitwa Mogadishu? Kuna wale waliosema unaitwa Mogadishu I mean, makadsha ni mahala ambapo watu wakipumzika na kunywa chai makadsha. Lakini kuna wale wengine waliosema mji huu uliitwa Mogadishu nisbatu ila mfalme sha ambaye alitawala katika mji huu. Huyu hapa Ibn Batuta, an explorer anakuja kuvisit Somalia asemaje kuhusu wa Somalia? Je, ni watu wananuka? Je, ni watu wabaya? Asema akamani sultanu thalatha ayyam, nilipoingia Mogadishu nikakaa siku tatu. Lakini asema ile dhiafa niliyoipata ilikuwa ni ajibu, ule ugeni na ukarimu niliyopata kwa Abubakar Sheikh Umar alikuwa ni tawala ni sultan wa Mogadishu, asema ni waki ajabu, kana yabaathu lii bitaamin thalathata ayamin, alikuwa kila siku nikikaa kwa siku tatu, sikununua chakula, ilikuwa nikiletewa chakula. Huyu ni Ibni Battuta. Leo Trump anasema mji huu ati o oh, unanuka mji huu, watu warudi kwao. Ndugu zangu, hii ni kejeli Si kukejeli tu jamii ya Kisomali, ni kukejeli Uislamu. Ya ayuha ladina amanu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala asema enyi mlioamini, la tatakhidhu bitanatan min dunekum la yalunakum khabada asema, musifanye maadui zenu kuwa ni wasiri wenu. Ni aibu, bali ni jambo la kusikitisha Uone Waislamu ndugu zangu, wanapokumbwa na matatizo hawakimbilii kwa sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini wasema tunataka tuangalie Washington inasema nini, tunataka tuangalie, je London inasema nini, tunataka tuangalie, je wanasema nini? Ndugu zangu, hawa watu hawana haja na nyinyi, wala hawana haja na Uislamu. Bal ndugu zangu, akija Marekani na kuwaambia nyinyi kuwafundisha haki za binadamu ati ustarabu ule ndio ustaarabu wa kutukana na watu. Hakika maneno haya ya kuwaita Wasomali kuwa ni takataka yadhihirisha ile thakafa na hadhara walionayo, kwamba hadhara yao ni ya uadui dhidi yetu. Kwa hiyo hakuna compromise baina ya Uislamu na ubebari. Ashangaa mtu msomi asema na masters, ati ana degree lakini, mpaka wa leo, atakuwanisha Uislamu nidhamu ya kiuchumi na nidhamu ya kirasilimali, ati tutaweza kupiga hatua, kwa sababu tukito adopt mfumo wa kibepari. Ndugu zangu, mfumo wa kibepari haukujengwa na wahyi, hauamini qala Allahu, wala qala rasul. Mfumo huu huamini yale yaliyotoka mana na nafsi zao. Mwenyezi Mungu asema, wa wadu, wanapenda hawa yawapateni yale ambayo yanawadhuru, hawapendi hawa, wana husudu umma wa Kiislamu. wa Kiislamu wamekuja Somalia na makampuni yao Chevron kupora mali ya Waislamu wa Suudia, wanapora. Leo huwezi kuuza mafuta duniani ila kwa karari ya Marekani, ndio ikaitwa petro dola, yani mafuta hayauzwi ila kwa sarafu ya Marekani. Wao ndio hupanga, ni sindiketi maalum inaopanga bei wanavyotaka wao. Juzi wakapandisha kusudi na wakati mwingine huzusha mizozo kusudi ili faida zije kwao. Ndugu zangu kwa, wa, kwa wasomali ni muhimu sana nchi hii ambayo ina tarikhi mbovu, ina tarikhi haina maadili wala haiamini maadili yake. Vipi leo Marekani ikituamrisha maagizo tuyafuate? Ni wakati mzuri ndugu zangu, kwa sisi umma wa Kiislamu kuambia ulimwengu kwamba wallahi, hakuna aiza kwa wasomali hakuna iza kwa waafrika kwa ujumla, hakuna iza kwa waarabu wote, kwa usomali mlio nao, kwa uarabu mlio nao. Wallahi iza yenu nyinyi waarabu, iza yenu nyinyi waindi, iza yenu nyinyi waafrika itapatikana kwa Uislamu, walillahi lilizzatu walirasulihi walilmuminin walakinna almunafiqina la yalamun. Hakika iza ya kikweli iko kwa nani? Uko kwa Uislamu. Uislamu kutoweka kwake ndugu zangu ndio haya leo umma wa Kiislamu unadharauliwa na watu ambao hawana tarihi ya kujulikana. Lakini ndugu zangu, waliokashifu maneno haya wamekashifu, na mambo yataishia kwa kashifu. Kuna wale walioandamana wa lillahilhamdu, zote ni hatua nzuri hizi, lakini je, maandamano, je, kukashifu itamfanya Marekani arudi nyuma na kiburi chake? Huyu ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida huyu, anapotembea katika ardhi, sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika alhabba wnasla. Ana hulka ya kuharibu ulimwengu. Leo ulimwengu wa Kiislamu hauna maadili kwa sababu ya Marekani. Leo wanawake wa Kiislamu wamehujumiwa, kuondoshwa heshima yao kwa sadarini, empowerment of women kwa kuuza wanawake. Leo hali ya kisiasa, hali ya kiuchumi, imeleta ulimwengu kuwa ni mahala pa fawda. Nani almasulu lawal al ni Marekani. Ndugu zangu, katika imani iza pekee ni kwa Uislamu, lakini nani atatafsiri riza hii? Wakati waislamu walipokuwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika mji wa Madina, waliothubutu kuzungumza maneno ya kukejeli umma wa kiislamu walipata reaction ya state reaction, walipata hatua ya kiserikali. Leo nani atathubutu ndugu zangu kuifokea Marekani? Yeye amejigamba kuwa katika ardhi hii ndiye bwana wa kufuata. Nani atafokea

Hakika si vinginevyo imamu ni ngao, waislamu hupigana nyuma yao, waislamu kupata hifadhi nyuma yao. Ndugu zangu, masaibu yanayokumba ndugu zenu somali Marekani masaibu yale yale, msiyatofautishe na Gaza, masaibu yale yale, msitofautishe na watu Kashmir, kwa sababu kadhia yenu ni kadhia moja. Alhallu na suluhisho la kadhia zenu ni moja, nalo litokamane na la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Mwenye kumithilisha la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni khalifa ambaye atabeba liwa la ilaha illallah, ambaye hatoweza kusikia na kustaamili na kutoa tu statement hivi hivi, bali ataandama adui yoyote awe, atasema maneno au atafanya vitendo kama walivyofanya. Ndugu zangu, akhiran, ni muhimu kuelewa iza ya Uislamu ndugu zangu, hatuna shaka kwamba ipo lakini Uislamu wahitaji rijal, Waislamu Waislamu wataka kulinganiwa, kulinganiwa Uislamu, tuulinganie kama mfumo badala ambao utaleta matatuo na utaleta suluhu ya kikweli si kwa ndugu zetu tu Somalia, bali hata kwa katika miji yote ya Kiislamu ambayo inapitia maafa na maafa. Mwenyezi Subhanahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. amin alladhina staminu alqawla fayattabi'u n ahsana aqulu qawli hadha astaghfiru Allaha li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.